Kazi kubwa ya NACTVET ni kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa katika vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi inakidhi uh, inakidhi matakwa ya ndani kwa maana ya skills lakini pia watu waweze kukompiti katika uh, medani za kimataifa. Kwa hivyo, kazi yetu kubwa ni kuangalia kwamba viwango hivi vina, vya ubora vinazingatiwa vina nadhani na ni swala la msingi. Hatuwezi, kuna mwasilishaji wa ILO pia aliongelea habari za skills ambazo zina miss uh, waajiri walipohojiwa walipo, walipo sasa. Ni mambo mengine ni madogo madogo ambayo yasipotiliwa yasipo mkazo, kwa hakika wanafunzi wetu wanapokuwa wanapokuwa wahitimu uh, wetu wanapokuwa wanatoka kwenye vyuo wanakuwa wawezi kufit kwenye ulimwengu wa kazi. Kwa hivyo kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba viwango hivyo vinakuwa maintained katika kipindi chote cha utoaji wa, wa mafunzo. Sasa nataka niongelee mambo ma, mawili tu mengi yameongelewa na wa, walioongea uh, mbele yangu lakini nataka niongelee hili swala ambalo leo tumeliongelea la uh, utambuzi wa ujuzi nje ya uh, mfumo rasmi. Tunawapongeza sana VETA kwa miaka yote ambayo wamekuwa wakitoa uh, mafunzo haya au wakifanya assessment ya RPL. Kwa hakika nadhani jana juzi tulisikia uh, takwimu zinaonyesha kwamba around watu uh, elfu ishirini na tatu wamepata uh, uh, kutambuliwa katika uh, nafasi hii i mean, katika kwa njia hii. Sasa sisi kama, kama warekebu kazi yetu kubwa katika hili na ambalo tunaenda kulifanya ni kuhakikisha kwamba tunatoa ithibati kwa vyuo vyote ambavyo vinahitaji kutoa, uh, ma, uh, kutoa certification ya RPL kwa sababu sisi kama, kama mrekebu au regulator, tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba hawa wanaokuwa assessed kupitia mfumo wa RPL wanapata recognition katika uh, maeneo mengine, sio tu uh, katika maeneo ya kazi, lakini katika wanapo move horizontally na vertically, wanaweza pia kupata kazi. Kwa hivyo kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatoa ithibati ili uh, watambulike nchini lakini pia kimataifa.